Shukrani kwa kuongeza kwa sababu. Dakika tano na kati, dakika tano na kati, dakika tano na kati. Siku moja niko kwa hospitalini, kwa ni mimi na mzee. Nikaoa mzee mmoja mzee, mzee akawa anamsaidia sana. Lakini kilichotokea nini? Mimi akaniitisha kanambia nani mganga jojo? Asante sana na shukuru umenihudumia mzuri. Sikusikia hata maumivu. Naona tu jino ndio hivi. Limetoka limetoka. Kwa hiyo wewe hapa si kazini, usikae hivi. Kwa hiyo tafika kwako, ili nikupatie dawa ya kukomalisha kazi yako na wakubwa wakupende. Kamwambia sawa mzee, nikaingia kazini. Kumbe mzee yeye anajua kwani. Siku moja nafika E, bwana nang napenda tuende kwangu idamanaea. Siku nyingine ingina, kamwambia mimi sio wa ile wa mizinga ya, ya merizi. Jamani, mimi naokoka na mchu wa Kristo kukimbia nini? katika kazi anajua, labda niko pale kazini, nimepata kazi ni kufaida ya mizizi, nimepata ile kazi ni leo, ni Mungu ndio amenijia, asifiwe sana. Amen, kwani tuseme hivi katika kumtengenezea Bwana mtakatifu pale lazima katika nani, katika hema mtashuka hapa chini katika hema nipate, napenda nani kuba, lakini bao wenyewe sikupata. Mna hema ilikuwa ilikuwa hivi, kesho nitaleta unga, ilikua likua kwa unga Hama ilikuwa gawanika sehemu hii hapa, tuweke hapa pate ramani kwanza. Kama kuko na karatasi, pata karatasi hapa tukate, tutachafua napuna nambazsaidi e, hapa katika mambo ya kuingia kulikuwa madhabahu ya shaba, ambayo madhabahu ya ya shaba ilikuwa hapa kwa ajili ya kuunguza wanyama mtu ajitubu, lazima apite hapa na anachinjwa ule nyama, na wakati atakapochinjwa ule nyama, ule nyama atawekwa hapa. Kwa mfano mazambaga ya shaba, wewe unakamata mkono wako wa kiume, unashuka kwenye kichwa uwani, anakamata ana kwenye mguu, anachinjwa hii zangeni. Kwa mwili wake iko sharati na vingine ya vinyaa inateremuka vinaingia kwenye kichwa cha nini cha ule mnyama kama ni kondoo kama kimadika, tuena, tuena, tuena, tuena ni mbuzi. Na ile damu ikimwagika, na pale kulikuwa bakuli ya kushota ile damu, basi dhambi zinapitia kwenye nini, kwenye damu ya wanyama zinai. Kwa hiyo hapa kutoka pale unaingia hapa, kulikuwa sehemu nyingine ya birika la shaba, na hii sehemu ilikuwa sehemu ya kuwa ya watu wote na mpagani akaingia na siwaamini anaingia na walioamini, watu wanajana, lakini le wapite kwenye madhabahu ya shaba ambao ni msamaa a wapite kwenye utakazi, au utapita pale au upite pale, ndio utapita pale, ndio utaingia hapa sehemu ya pili, ambapo palikuwa panaitwa patakatifu la atakaz bansi upite kwenye aku hizi zote mbili kutoka hapa, utakuta hapa. Kulikuwa vinaraja tano sana ambayo inawakilisha kanisa. Hapa kulikuwa kulikuwa meza mitatu ilikuwa na, hapa kuingia hapa kulikuwa nani na bakuli la na kuvumbuisianani, uvumba na kutoka, unaingia kwenye patakatifu patakatifu amen. Na hapa ndio kulikuwa sanduku na si kila kila mtu alikuwa ha ameingia hapo, na hii e ilikuwa mfano halisi ya maisha ya Yesu ya ali kanisa hii yote imetolewa hi, pale kama vile tumetoka kusema kwamba Mungu akasema, seme wataitengenezea wata, h hii hema kwa kadri mimi nitakavyowaambia, lakini kwetu leo atuambilie ana Unakubali kesi ba anasema? Mimi na dalai na nasema. Kisa inasema hivi. Kisa inasema ya kwamba inasema ya kwamba utalitengenezea hema hiyo na vifaa vyake kulingana na